Naam mtazamaji wa Trend TV, baada ya eh, media nyingi kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea huko mitandaoni hususan ni eh, matukio ambayo yalikuwa tunayaona kule Nigeria katika harusi ya Juma Jux na Priscilla, tulimwona pia Diamond akiwa ametangaza mara tu baada ya kutua kule Nigeria. Diamond akatangaza kwamba anataka apate mwanamke mwingine wa pili kutoka huko Nigeria. Umeona bwana, eh? Lakini baada ya kuzungumza hivyo ni kwamba tukaona Diamond akawa yuko karibu na bidada fulani hivi anaitwa Diana ambapo watu wengi sana wakasema kwamba oh, oh, tayari Diamond ameshaanza kulikamilisha lile jambo la kudai kwamba anataka kupata mwanamke mwingine huko Nigeria. Kutokana na kwamba tulimuona akiwa yuko na ukaribu na mrembo huyo Diana ambaye na yeye pia anasemekana kwamba ni mwigizaji wa huko Nigeria. Sasa basi ni kwamba hizi issue kwa namna moja au nyingine tunaelewa kabisa kwamba lazima zitakuwa zimemkera Zuchu kwa sababu hiyo Zuchu waga hivi vitu achukuliagi poa, hususan kwenye mambo ya mapenzi yuko very serious. Kwa hiyo hiki kitu kilimkera Zuchu kwa mujibu wa habari ambazo zinasemekana kwamba hii issue ilimtibua. Sasa basi, baada ya Diamond kurudi Tanzania, Babalevo amefanyiwa interview kuulizwa kwamba je, Diamond ana mpango gani na lile jambo ambalo tumeliona akiwa analifanyia kazi kule Nigeria kwamba kujisogeza karibu na mrembo Diana, baada ya yeye mwenyewe Diamond kutangaza kwamba anataka kupata mwanamke mwingine huko Nigeria. Meona. Na watu wengi sana walikuwa wanashawishi hivyo kwamba Diamond aowe mwanamke Nigeria, itamsaidia sana mziki wake kupenetrate nchini humo, kama the way ambavyo mziki wa Jux sasa hivi unavyotrend namba moja huko Nigeria, kutokana tu na kwamba amemwoa star mwenzie katika upande wa Bongo Movie, wakiwa yeye ni msanii wa Bongo Flavor, akiwa amemwoa Bongo msanii wa Nollywood, mwigizaji wa movie huko Nigeria so watu wakasuggest kwamba Diamond naye pia akipata mwanamke Nigeria mziki wake utapenya nchini humo kiulaini, kama Juksi the way ambavyo sasa hivi anavyoshini huko Nigeria. Sasa baba levo amekuja kukanusha vikali hizo habari kwamba Diamond hana mpango wa kuoa Mnigeria. Akiwa mtu wa karibu wa Diamond, anasema kwamba Diamond atamooa Zuchu tayari ma... na harusi ishaanza kufanywa mipango, ngamia wameshaanza kununuliwa. Na akasema kwamba harusi ya Diamond na Zuchu itakuwa ni kubwa, hata ile harusi ya Jux ya Jux na Prissy itaonekana kama birthday party. Na akasema pia kwamba harusi ya Diamond itafanyika siku 21 mfululizo hapa Tanzania, lakini pia vilevile vile kila mkoa utashuhudia harusi ya Diamond na Zuchu.